nye swala zima la mwendelezo wa hujuma zinazofanywa na CHADEMA dhidi ya chama cha wananchi CUF. Mara kadhaa tumekuwa tunaripoti kama viongozi wa CUF ikiwepo mimi mwenyewe, nimekuwa nimeripoti mara kwa mara matamko mbalimbali yanayochukuliwa na chama cha wenzetu cha CHADEMA kwa kushirikiana, kwa kuingilia mgogoro ulio ndani ya CUF ambao umeanza mwaka jana, mwaka mwezi wa nane, mpaka hivi unaendelea mpaka hivi sasa hivi na mgogoro huu kwa kiasi kikubwa nilisema tangia mwanzo kwamba nyuma ya pazia ya mgogoro wa, ulioko ndani ya kafu vyama vingine ambavyo vinaingia kwa vinaingia kwa, kwa jina la Ukawa, lakini wapo nyuma yetu wakiwa wanachochea mgogoro huu kwa lengo kwamba kafu ife ili wao washamiri, na hii inajidhihirisha wazi. Kuna matamko mengi mengi yamekuwa yanatolewa sana na viongozi wetu wenzetu wa Chadema na kwa kushirikiana pia na ni wasaliti wa chama wamekuwa wanakaa vikao vya siri maeneo mbalimbali kutoa matamko mbalimbali kwa lengo la kuendelea kuchochea mgogoro huu, lakini pa, kwa lengo la kwenda kuendelea kuhujumu Chama cha Wananchi CUF. Ndugu zetu waandishi wa habari, Chadema wamekuwa na vikao mbalimbali maeneo mbali mbali. Viongozi wao wakuu wengi walishatoa matamko wa wa wa wa mbalimbali wakiwa kuanzia mwenyekiti wa chama, katibu mkuu wametoa matamko, wengine wametoa wa wa, wa, wa Ubungo, meya wa Ubungo amewahi kutoa lakini pia hata wabunge wao ndio wenye nduka wanatoa matamko mbalimbali, na hizi kukudhihirisha sasa kwamba lengo lao, tulikuwa tunasema tangia siku zote, wamekuja wazi, na mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa hata ukificha kitu, yaani moto ukificha, uki, ukiwasha chini ya chini ya udongo, ipo siku moshi utatoka tu. Kwa hiyo mwanzo alikuwa anafanya kwa siri, na ingawa nasema mimi kama kiongozi wa CUF ambaye nimekuwepo CUF kwa muda mrefu, na yajua chanzo na msingi wa mgogoro uko ndani ya CUF, nyuma ya mgogoro huu kuna vyama vingine ambavyo vinachochea lakini Mungu ameamua kuwaweka wazi ameamua kuwaweka uchi leo CHADEMA juzi tarehe tisa kwa kushiriki viongozi wa CHADEMA wakanda wakiongozwa na Kubenea na viongozi wengine na Makongoro Mahanga wakiwa pamoja na wabunge wa Kafu ambao wako upande waku... wa ujumu chama kuakisha kwamba chama cha Kafu wa upande wa bara kinakufa na kinateketea. Wamefanya kikao na kutoa matamko yanayoashiria ya kwamba lile lengo lao walilolipanga sasa Wanabuna lengo kubwa la CHADEMA lisema wana wazi, wanahisi au wanafikiri kwamba wakiua kafu CHADEMA tashamiri. Lakini nataka tuambie CHADEMA hawatapona kufa kwa kafu na CHADEMA itakufa kwa sababu nchi yoyote ambayo ina demokrasi inaheshimu vyama vingine. Nchi yoyote ambayo ina demokrasi kila chama kina katiba yake. Pia tunawatahadharisha wa CHADEMA na pia tunawaambia watanzania wote kwamba kafu ni chama cha, cha, cha, cha, sio taasisi wala sio kampuni ya mtu binafsi. Kafu ni taasisi iliyosajiliwa kisheria. Kafu ina katiba yake, Kafu ina wimbo wake, Kafu ina bendera yake, Kafu ina uongozi wake, Kafu ina viongozi wake kwa mujibu wa katiba na sheria yetu. Kwa hiyo hatutakubali wala hatuko tayari kuingiliwa na mtu mwingine yoyote wa nje, na niliwahi kusema tangia mwanzo press hapa, nikasema yoyote anataka kuingia kwenye mgogoro wa Kafu aje kwa lengo la kutafuta suluhu, na kwa mtu yoyote mwenye akili nzuri mwenye utashi na nia njema atakuja kuwakalisha watu ambao wanagombana wawili kuweza kutafuta suluhu, lakini ambaye anakolodi na upande mmoja wamekuwa CHADEMA, wamekuwa wanachangishana fedha mara kwa mara, wabunge wanachangishana laki, laki, laki, na bado wameahidiwa kila moja a milioni mbili kuhakikisha kwamba CUF inateketea. Lakini sio hilo tu, wkikaa walitoka juzi tarehe tisa wamefanyia kwenye kanda yao kana kanda ya Pwani, wakakubaliana kwamba wahakikishe kwamba wanachukua watu kutoka maeneo mbalimbali. Wamechukua vijana mabaunsa kutoka Manzese kutoka Magomeni kutoka kanda mbalimbali kuweza kuwalipa fedha, na bahati nzuri wale vijana waliokodiwa na Chadema wamekuja, wametuambia, tumelipwa fedha kadhaa kuja kuja mahakamani kufanya fujo. Kwa hiyo wameletwa mahakamani kwa nia ya kuja kuvamia kwenye kesi na kujeruhi wanachama wa CUF na viongozi wa CUF ambao tunatetea katiba ya Wananchi CUF, lakini hawatafanikiwa. Lakini pia sio hilo tu, wamepanga pia kuhakikisha kwamba wanadhuru viongozi wa CUF maeneo mbalimbali. Walipanga pia kuita, wamepanga pia kuhakikisha kushinikiza kwa viongozi kuweka maeneo mbalimbali kuweza kutoa matamko ambayo haina kichwa wala miguu. Walifanikisha kuweza kuita baadhi ya viongozi wachache wa ale nzuri ndani ya wale makatibu wanne. Nilimweka katibu wangu na mimi kule, nilimlipia gharama katoka alikokuwa kaingia pale, wakarekodi kila kitu chote kule ndani. Wameletewa andiko, wanaambia to end time kwa kwamba hatumtaki, hatumtaki, hatu Profesa Lipumba, wakati Profesa Lipumba ndio mwenyekiti halali wa chama hiki kwa katiba yetu. Ndugu zangu waandishi wa habari, chama cha wananchi CUF tunasikitishwa na mambo yanayofanywa na chama cha Chadema. Tunawaambia Chadema na tunawapa karipio kali Chadema ndani ya chama chao yako matatizo kunukuki. Hatujawahi kuingilia mgogoro wa Chadema popote. Wamekuwa na matatizo kibao. Na hata hivi tunapoongea, madiwani uko wanahama kila kukicha. Wala tu hatuna shida nao. Tuna shida na chama chetu kwa sababu kila taasisi iko kisheria. Wamekuwa na mgogoro wa kati. Wame na katibu wao mkuu Dr. Slaa mpaka ameondoka. Hatujawahi kuingilia kati. Wamekuwa na mgogoro na viongozi wao mbalimbali, wanahama kila kona. Hatujawahi kuingilia kati. Nia yetu, tunataka kwamba vyama vishamiri. Lakini kama ameamua kujitokeza nataka tuwaambie kwamba tuko tayari vita wameianza tutaendeleza. <laughs> Lakini kwa kuwa chama chetu cha wananchi CUF kiko kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa, ndugu wanahabari, kwa sheria shir, namba tano ya uanzishwaji vyama vya siasa na kanuni ya maudhuri ma, ya vyama maudhu vya siasa inayokataza chama kimoja kutumia nguvu ilizonazo kama vile fedha au serikali kwa lengo la kuhujumu vyama vingine, tunaiomba serikali na vyombo vya dola vichukue hatua haraka kwa haya ambayo inaletwa na Chadema, kwa sababu Chadema inachotaka watu wahame kwenye agenda ya maendeleo, wahame wahamie kwenye agenda ya kuvuruga na, agenda ya kuleta machafuko nchini. Wanachokiandaa Chadema, wanataka kuleta vita, wanataka kuleta mabugombanishi na kuleta watu wache kutulia, waingie kwenye vita mba mba kwa hiyo sisi tumetoa taarifa kwenye vyombo vya dola, tumewaandikia barua, tumewaeleza lakini pia tumewaita ndugu zetu waandishi wa habari, msaidie kujuza umma wa Tanzania kwamba ile siri iliyokuwa imefichwa na Chadema miaka yote tangia mwaka jana, tangia hata wakati ukao inaanzishwa, wakati tunaanzisha ukao kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunakuwa na nguvu kuwakomboa Tanzania, wenzetu walikuwa na agenda ya siri. Wameshindwa kufanikiwa kuiteketeza kafu, sasa wanakuja kwa mbinu kuhakikisha kwamba wanadhuru. Nataka narudie tena mara nyingine, Chadema hawatafanikiwa. Huyo Kubenia tunamsubiri hata sasa hivi, yeye hapo ofisini walinda chama, baraji wa chama, wanaijua wa katiba yao watapambana nao mpaka mwisho. Lakini tunaomba vyombo vya dola vichukue hatua kwa sababu gani? Kwa sababu nchi hii inashikwa kwa sheria. Hakuna mwenye mamlaka, hakuna sheria inayosema kwamba chama kimoja kidumini chama kingine. Kila chama kinaheshimika hata kidogo. Ndani ya nchi hii tuna vyama vidogo ambavyo vingine vingine viaikuwa na bunge bungeni. Chama cha CUF mwisho kimekuwa chama kikubwa cha upinzani ndani ya nchi hii tuliweza kukuza CHADEMA. Leo wanajidai kwa chama kikubwa kwa asilimia kubwa, na CHADEMA tunataka kuamini maneno naye yasema, tukiamua kwamba leo kafu, support CHADEMA kwenye uchaguzi wowote, nataka nikuambie CHADEMA haitakuwa na nguvu ambazo ninazo. Manispa zitapotea zote mamlaka zinazo zitapotea zote, na hata wabunge wanaojivunia leo bungeni kwamba ni wengi watapotea, kwa sababu asilimia sabini ya wabunge wa Chadema wamechangiwa kushiriki wa kafu pamoja kuweza kuwa na bunge wengi bunge, lakini pia wameshirikiwa kwa, kwa chama cha kafu kiasi kikubwa kuweza kuwa na hata wabunge wa viti maalum wengi bungeni. Kwa ndugu zetu waandishi wa habari, hili tumeona kwamba ni tishio na kwamba sisi kafu tuko imara nguvu tunayo, uwezo tunao na sababu tunayo. Hakuna anayekubali kuvamiwa so, ndani ya nyumba yake kwa sababu umeanza wameanza kidogo kidogo. Wameingia uwani. Wameingia sebuleni. Sasa unaenda chumbani. Hatuko tayari kwa hilo. Tutapambana nao mpaka mwisho. Tunaomba jeshi la polisi lichukue hatua kwa matamko yaliyotolewa. Matamko yaliyotolewa ndani ya kikao cha CHADEMA kwenye kanda zao pale Magomeni ni matamko ya kuchochea. Ni matamko ya uchochezi lakini ni matamko ya kuhujumu lakini ni matamko ya kuleta machafuko. Kwayo, kwa hiyo nchi ambayo inaongozwa kwa sheria na taratibu na kanuni, tusije tukaruhusu watu wachache wenye maslahi yao binafsi ambazo za agenda zao wanazijua wenyewe kuweza kuharibu amani ya nchi yetu. Tunataka vyama vishamiri, vyama vifanye kazi zao kikatiba, vyama viendelee kuwepo kwa maana vyama vya upinzani ni challenge kwa serikali, lakini lengo letu lote ni moja kuhakikisha kwamba taifa letu na watu wetu wanasonga mbele, wanaweza kuwa na maendeleo. Hiyo ndio agenda yetu. Msajili wa vyama vya siasa kweli ni ni ni, ni, ni msajili wa ni, ni mlezi wa vyama vya siasa. Kwa hiyo barua ambayo tumepeleka kwa IGP na yeye tumempa nakala. Ajue kabisa kwamba kwa sababu yeye anasimamia vya vyama vya siasa. Ndio maana nimesema kwamba vyama hivi viko kisheria. Kwa hiyo kwa kuwa anasimamia vyama vya siasa ni muhimu akajue kwamba nini chama ambacho tumesajiliwa kisheria kinataka kufanya kwa vyama vingine ambavyo pia vimesajiliwa kisheria. Kwa hiyo uh, taarifa anazo anazo kwa kupitia nakala ambayo tumepewa kwa ile barua ambayo kwenye vyombo vya dola. Nije kwenye swala la kaka yangu hapa. Ni kweli kabisa. Juzi kwenye mahakama waliingia wabunge wa Chadema. Ameingia 30 na mabao sawake ameingia Kubena na mabahusa wake amekuja Suzani Alindo na mabausa wake wamekuja, meya wa jiji la Dar es Salaam na mabausa wake wamekuja, madiwani na mabausa wao. Kwa hiyo kila aliyeingia ana watu walio wakodi kuhakikisha kwamba wanamlinda aingie mahakamani swala so, la kujiuliza, hii ni kesi ya CUF, lakini kwa bahati mbaya pia hata 30 kaingia mahakamani na silaha na tukaiona tukaripoti. Kwa hiyo ni mambo ya usalama zai sana huko, lakini ishara ni nini? Kwamba kikao chote tarehe tisa walipanga kwamba wote mabunge waende mahakamani wakiwa na wale walio wakodi kutoka maeneo mbalimbali, wamelipa fedha kwa lengo la kwenda kuumiza na kujeruhi viongozi ambao wanafika mahakamani ku na Malim Seif lakini pia kesi ambayo sisi kama chama na uongozi wa halali tumefungua kupinga uwepo wa bodi feki ambayo imemaliza muda wake mwaka juzi mwaka 2015. Kwa hiyo fujo zote zinasababisha kwamba walikuwa wanachukua mahakama bahati mbaya sana. Kwa uwepo wa wabunge wale mahakamani kama walikuwa wanakuja kwa nia njema, si tatizo. Maana kwenye jiema, open court unaruhusiwa ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, kuhudhuria kwa mtu yoyote. Lakini wamekuja huko wanatukana, wanakash kwa wanajua wana ulinzi wa kutosha. Nani Mungu bariki. Kama juzi askari wasingeweka ulinzi wa kutosha mahakamani. Vijana wetu walikuwa wamejipaka kikamilifu. Kiukweli, kwa sababu hatuna kuzali kwenye hapo. Kila mmoja anajua kafu. Vijana wetu walikuwa ngangari. Na kama wangesema wapige mapigo, asingetoka mtu pale. Sio mbunge, siomea, sio meya, sio diwani, sio yote. Bahati nzuri ni kwamba polisi waliona ile hali inataka kutokea, wakatuliza, wakaweka gepa pale polisi wakaka katikati waka, ya mabao yale yote na CHADEMA na na, na, na chama cha CUF kinajilinda kisheria. Tunao walinzi wanaojiweza wenye uwezo wa hali ya juu. Mtu mmoja wa CHADEMA, watu 30 wa CHADEMA, blogger wetu mmoja, wala fida kwake. Kwa hiyo tunataka tuwaambie kama wanajipanga kuja waje, wakiwa na tahadhari kwamba, kwamba yatakayotokea hawatasahau mpaka mwisho wa maisha yao. Ni kweli kwamba kuanzia ile tarehe 10 tulipokuwa mahakamani baada hakimu aliamua kwamba, kwamba kuwepo na na chamber court. Kwa hiyo kesi zile ambazo zilikuwa zizungumzwa kwenye open court siku ya tarehe kumi zimeendelea kuzungumzwa kwenye chamber court. Kwa hiyo ni mawakili wa pande zote wanakaa pamoja na hakimu pamoja na jaji wa kesi hiyo kwanza uh, juzi walikaa, jana wameendelea na hata leo pia wanaendelea. Kwa hiyo kesi zinaendelea na kesi ambazo hazikuwa zimetambua juzi, kuna kesi ambayo uh, imeachwa uh, nyingine mpaka tarehe 21, lakini zile nyingine ambazo ziko uh, ya kusingiza mapingamizi iko ndani ya chemba kote, ndio hapa hivi tunavyoongea wako ndani ya mahakama. Katibu mkuu tunamtambua kama ni katibu mkuu, lakini ai, ofisi yake iko hapa Buguruni, kila mmoja anajua, kwa sababu kafu tuna ofisi mbili tu za kitaifa. Tuna ofisi ya Buguruni ambayo ndio tumekaa sasa hivi, tuna ofisi nyingine ya Mtendeni ambayo ndio makao makuu katibu mkuu ana ofisi hapa lakini pia ana ofisi pale mtendeni. Kwa hiyo baada ya kuona kwamba lengo la katibu mkuu kila anapokwenda anataka kuharibu. Kila anapokwenda nia yake ni kuharibu. Alikwenda kule kusini ana, ana, ana, ana, anashinikiza viongozi waweze kuhujumu na mara nyingi amekuwa anapokelewa na, na, na viongozi wa CHADEMA. Maana yote anayokwenda. Alivyokosa viongozi wa chama kusini wapokelewa na viongozi wa CHADEMA lakini walishindwa kufanikisha kile ambacho walikuwa wamekipanga. Hata wakaenda Arusha. Wanachama wanajitambua vizuri. Wakamwambia, sisi bwana, wewe atukutambue kwa kuwa tu, nia yako ni kuharibu. Akapokelewa viongozi wa Chadema, wamekazi kwa wewe wa kupanga hujuma, akamaliza akaondoka, lakini maeneo yote yanayokwenda, baada ya kuona kwamba lengo la Seif Hamad sio jema kwa chama, na kwa kuwa lengo lake ni kuiuza Kafu biashara ambayo hivi leo imeshindikana, ndio maana unaona hayo yanafanya na Chadema, kwa kuwa ilikuwa ni biashara mjadala, walikuwa wajadiliana jinsi ya kuiuza Kafu kwa Chadema. Baada ya kuwa biashara imeshindikana, sasa Chadema anakuja kwa nguvu, kitu ambacho hatafanikiwa sasa. Tulitoa tulitoa kauli kwamba Seif asipokelewe popote na viongozi wote wa lengo lake ni kuharibu na ni kweli, kila anapokwenda hakuna mahali anapokelewa. Ameonekana sasa hivi anafanya vikao maeneo ya Dar es Salaam hapa na hapa kwenye Magomeni kuna kijio amefungua hapa, kijio cha kama cha kawa isemwa wanapiga wabuyu, wamefungua kijio cha hapa Magomeni, ndio pale hapa anaonekana kutoa matamko na pale analindwa na Chadema, ukiona tu vikao anavyokaa vyote. Kwa hiyo Chadema ameingia kwa nguvu zote kuhakikisha kwamba wanampa fursa mtu ambaye anataka chama anataka kukiuza chama afanikishe lengo lake, kwa kuwa ni biashara yao kufanikisha lile ambacho alikuwa amekipanga. Lakini yote hayo tunazidi ukweli ni kwamba kafu yetu iko ngangari, tuko naomba pia wanachama wote wa Tanzania kwamba chama chetu kiko kwenye mikono salama, kwenye uongozi salama Profesa Lipumba. Mimi hapa ni kaimu katibu mkuu, kwa kuwa katiba inasema pale ambapo katibu mkuu atashindwa kufika ofisini kwa sababu yoyote ya ugonjwa, au amezira au kufanya nini Naibu katibu mkuu anayemfuata atachukua ofisi kutekeleza majukumu yake mpaka pale atakapokuja ofisini. Kwa hiyo mimi namsubiri ofisini. Akifika ofisini leo Buguruni, namwambia katibu mkuu, ofisi yako hii hapa anafanya vichochoroni, bado mimi nikaimu nika, katibu mkuu mpaka hapo tunachukua, tunachukua hatua gani pamoja na kwamba, na, na, na kutoa vifaa vya dola, lakini pia hata ile ofisi ambayo iko pale ni kinyume cha utaratibu tu ziko katiba zimewekwa kwenye katiba yetu, na hakuna ofisi nyingine ambayo itakubalika kuwepo ambayo haiko kwenye katiba zetu. Kwa hiyo hilo liko ndani ya control, na tunaifanyia kazi sawasawa na sheria na katiba ya chama cha wananchi wa CUF. Asante.